Mimi niko na jambo mawili. Jambo la kwanza nataka niulize European Union, hizi ni nji ambayo nji ya wakora, nji ambayo ni katel, nji ambayo ni wauaji, nji ambayo ni waporaji, ya kwamba EU ni European Union ambayo, nji ambayo, ambayo wanakaa kona fulani kudhulumu Afrika, ya kwamba wewe Mwafrika unafaa kugandamizwa unafaa kuuliwa unafaa kuibiwa na unafaa kubebezwa mzigo kwa sababu ufai. Jusi niliona kwamba Amerika wanalalamika ya kwamba Agathe na Bonifas Mwangi ya kwamba walidhulumika Tanzania. Leo hii watu wameandamana kule Amerikani, Los Angeles, ya kwamba Trump rais wa Amerika akatuma wanajeshi, sio polisi, na akapiga watu kwelikweli kweli. Na hiyo maandamano ikasambaratisha leo hii, au European country hawazungumuzi, lakini wanangoja Tanzania kidila, wale wakora, na wale ja wale wakora ambao inalipwa na America. Wazungu wenzao wanafungua mdomo zao, wakati wa Afrika ambayo ni marais wanauwa wananchi wao, kukoma kwenye madaraka, kufanya matakwa ya hao wahisi ambao ni European country hawazungumuzi But wakati wanalipa Mwafrika kufuruga amani ya nchi fulani wanazungumuza kisha wana ban ndege ya, ya Tanzania Airline isiende nchi zao. Mimi nataka kuniambia Mwafrika mwenzangu, wakati imewadia kwamba tuige mfano ya Donald Trump, kama Trump alidili na wale wazungu wenzao kwa ajili mambo ya kuandamana kwa kwake, na akatuma wanajeshi akapiga hao na ngoja hawa wazungu European country kuzungumuzia Trump, hawawezi, kwa sababu unajua Trump ni, ni moto ya kuotia mbali. Hatuta ruhusu mwafrika kutumia mwafrika kuua mwafrika mwenzake. Mimi siwezi apologize kwa people like Boniface Mwangi au Katela hawa hizi, au au watu ambao analipwa na wazungu. We, unajua 500 dollars ni pesa ngapi ambayo mtu anaweza lipa na hoteli kule Tanzania, den unakuja hapa Wanataka kusafiri. Mimi nataka kuona au European country. Wabani pia ndege ya America. Isiende katika hiyo angatoa zao. Si America iko bara Asia. Wabani ndege ya America. Isikuje katika hiyo dini yao hiyo. Ndio wote kutubebu jinga. Yaani unapata wa Afrika. Oh, tuna kadamizu tanzini tanzini mbaya mama yako. Tanzini mbaya mama yako. Kwa nini hao European country wazungumuzi leo hii? Lakini wako radhi kubana Afrika kwa sababu marais ma mwa Afrika ni wajinga kama wao wow. <laughs> <laughs> Afrika ndio rais anaweza marais wanaweza sanyana kuwa rais mwingine ambaye ni Mwafrika mwenzao kwa kati si ya mzungu. Hiyo ndio kiti. Angalia Sudan. Sudan hapa tuko jirani. Sudan hakuna mtu anaribu Sudan. Ni Arabu na mzungu hao, au watu wawili ndio wanaribu Sudan. Hakuna mtu mwingine yaani afea ya Afrika inatengenezwa kule takatara. Hebu angalie kumbafu kama hii. Na tuko na Ethiopia hapa jirani, headquarters ya Waafrika, yaani wawezi zungumuza mambo zao hapa Afrika wanapelekwa kule EU wakwenda kutafuta mambo ya kumbafu ya Warabu. Arabu ndio wanaharibu Afrika na Wazungu, so wakishikana pamoja wanataka kukandamiza Afrika. Sudani wanaharibu kwa sababu mafuta ya Sudani wameingia Tanzania kwa sababu ile piwa gasi yenye iko Tanzania na ile diamond iko Tanzania. Hizo ndio mambo yale wanatafuta Tanzania. Kenya walizama sana nao Kenya, wale gold wanachukua vile wanataka, mafuta Turkana wanachimba vile wanataka, kwa sababu kuna mtu anazungumza walio ndani cartel wa hizo wote, hawezi zungumuza. Nataka niambia ile muungano wa wazungu, nataka nione jinsi wanasungulikia mambo ya Trump, jinsi alipiga wandano wa maji Leo kwa sababu wale pia waandamaji walikuwa wamelipwa kama kina Boniface Mwangi, hakuna difference, walikuwa wamelipwa wali, ndiyo maana Trump alikuwa ameamua kuwanyorosha bili. So wewe ukienda kwa Boniface Mwangi analia, oh, Tanzania ni mbaya, dictator, nataka ni ngoje European country wazungumuzie na washughulikie Trump namna wanataka kushughulikia mama Suluhu. hatuna kaya kwamba sisi wa Afrika tunadhulumika na wazungu mimi siwezi abudu mzungu, ila mzungu napenda ni mzungu tu, mzungu wasiku wawili e, Vladimir Putin na Ronaldo. Hao wengine wote nitakataka, hao wengine nitakataka kwa kwa sababu angalia Ronaldo, ukiangalia background yake ni mtu ambaye alikuwa kachara kama mimi, maskini oyaye. Wa walikuwa na walikuwa nakula chakula ya dustbin, na kwa sababu bidii yake akafika, mali imefika. Vladimir Putin akaangalia nji yake baya kwa nji kama Amerika anataka kusambaratisha akakaa ngumu. Russia ndio inji ambayo haiombi chochote, wako kila kitu wako sawa, wako na wako napiwa gas kama Tanzania cartel <coughs> napadakatel European country wanakuja kuban mambo ya Tanzania Airline, ni mambo ya kumbavu. Nataka niongoje kesho, kuanzia sasa nataka ningoje jinsi watashughulikia Amerika. Wasiposhughulikia Amerika waache mambo ya Afrika wazungu wenzao, kwa sababu ukienda Israel, watu wengi wameuliwa, hawazungumuzi hawazungumuzi kabisa. Mandege ya ya, ya ya, Israel inasunguka Europe mzima, but ndege ya Afrika akigandamiza akijaribu aki kukata, an, a, anasema oh, huu Mwafrika ni mbaya, my friend. Kama wewe ni muandamaji wewe unafanya maandamano ya kulipwa, tutadili na wewe the same, the same way. Donald Trump ukikanyaga wa Tanzania kama unataka dosi utapewa dosi. Kama unataka kulawitiwa utalawitiwa. Kwa sababu hii ndio unataka. Kama unataka maandamano vurugu ende vuruge wazungu. Kama ni Mwafrika. People like Ibrahim Traore, watu ambao wanataka ku transform Africa. Si watu ambao wanataka kula Afrika. Wewe uko Kenya unabebeshwa mambo ya housing levy. Unajengea mwanaume nyumba anachukua ushuru. Yeye anachukua rent. Wewe unamuli, wewe unamjengea. Wewe unakuja kwa sababu, uko serikali ya mama yako <laughs> My friend.